Jina hili, anasema, ndio jina tukufu ismu mina asmaillahi, ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu yaliyokuwa matukufu. Al-Imamu Sahari Ruidi anasema mwenye kulisoma jina hili kwa siri, ikiwa ni siku ya Ijumaa kabla ya swala akiwa na udhu akiwa safi, e, yuko katika sehemu ambaye ni khali yani, yani sehemu ambaye haina mafujo haina kelele akalisoma jina hili mara mia mbili, Mungu atamwepesishia yote anayeyahitaji. Lakini pili, anapomsomea mgonjwa kama tulivyosema, akamsomea mgonjwa kwa idadi yoyote, basi mgonjwa huyo kwa ithini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mgonjwa anapona. Kwa hiyo faida mbili za siku ya Ijumaa. Akisoma mara mia mbili tu siku ya Ijumaa, akafanya ndio uradi wake siku ya kila siku ya Ijumaa, basi Mwenyezi Mungu atayawepesisha yote anayeyahitaji. Alafu pili, ikiwa atakuwa ni uradi wake, Mungu atampa kabuli atampa hijabu ya kwamba akimfanyia mtu dua, mtu huyo anapona. Kwa hiyo ni vizuri basi mtu akafanya wale matabibu wale, kwanza kabla hajampa mtu dawa, yeye mwenyewe afanye huu ndio uradi. Anapompa hata dawa za hospitali, akaambia bwana, hii kachukua hii, nenda ukanywe hivi na hivi, malaria itaisha na hivi itaisha, mtu huyo Shekhe atakuwa napendwa ile, so, dawa zake zinakuwa na... sio, sio dawa ni yeye alivyo. Unajua, kuna mtu anapofanya, Mungu akampa karama, watu wanakuwa zile dawa zake, ha, ni yeye mwenyewe asili na kuwa nzuri. Na ndio maana wakiwa wale uh, madaktari wetu wakawa wanamwogopa Mwenyezi Mungu, wanamcha Mwenyezi Mungu, basi dawa zinakuwa na matokeo makubwa na mazuri.